Ahala, kisa atakuwa halali hapo. Sasa lilmutalliq alawwal nasiu, nafasi anayo huyo, aliyowaka wa kwanza. Huyo mwenyewe kadari, yule aliyemwoa kafa, lakini sio wewe mfanyie vitimbi eh, mtumie majambazi kauliwe. A a, hapana, afe mwenyewe.

Qala at atalaku marratani ni ishirini na tisa hiyo eh? na at atalaku marratani, talaka ni mara mbili. Nadhani sielewi nini maana ya talaka mara mbili. Fa insaku bi ma'ruf, sasa ile mara ya pili hiyo, ukishamasa mwanamke mara mbili kisha ukamrudia, fa insaku bi ma'ruf hapa utamuishi kumzuia kwa wema au tasriqu, oh, oh, oh. Biihsanin, sawa au umwache kani kwa wema. Asema ila kauni maanae, utasoma hizo haya. Hapo ni nyingi kidogo, haya maneno ni mengi kidogo hapo, mpaka utakapofikia utafikia. A nasema faintalakaha, na kama atamuacha fala junaa alayhima an yataraja, yo talaka rejea hiyo. Kama utamwaza mwanamke talaka ya kwanza hiyo, inaitwa talaka rejea. Talaka rejea ni maana unaruhusiwa kumrejea kumrudia, wewe mume, na swala la kuwaza liko kwenye mikono ya mume, yaani mwanamme kuwaza mwanamke ni yeye mwenyewe, kwa haya aliyoifanyia watu nimuwaji Unaona, ni yeye mwenyewe. Tumeelewa na? Na suala la kama mtu kaasa, suala la kumrejea mwanamke siari iko na mume cooke, yaani mke wangu kuacha talaka moja mahalan, mekaa wiki, alafu unakuja kumwambia mke wangu nimemrudia saamisahana nafasi hiyo ya kusema mimi sitaki, atakuwa na nafasi ya kukuambia sitaki. Utakapomwacha mpaka eda ikafanyike ikamalizika. Eda ikimalizika, hata kama umemwacha talaka moja, eda ikimalizika, hiari ni yake mwanamke. Na hapo ukimpata umrudie, ni kufunga ndoa mpya Tofauti na ile talaka rejea, kabla eda haijamalizika, nikumwambia nimemrudia au kufanya naye tendo la ndoa, habari zimekwisha. Ala radi kwa kauli iliyo sawa, maana kuna baadhi ya wengine wanaona unaweza ukamwacha na ukawa unafanya naye tendo la ndoa na bado unaitakidi umemwacha. Eh, wako baadhi ya watu wako na hayo mambo lakini <laughs> la kauli ya sawa ma ni a... <inaudible> kwa mwanamke kama umemwacha, ukifanya naye tendo la ndoa umemrudia. Kwa hiyo tendo la ndoa sawe, mpaka usinge muoa, ulimuoa kwa ajili ya hiyo tendo la ndoa. Sasa ulipojirudi ukafanya naye tayari umemrudia, kokunakurudia kivitendo na kurudia kimaneno.

atamrudia wakati gani? inbadna an yuqima hududa Allah, pale atakapoona sasa huyu kama nitamrudia, tutasimamisha mipaka ya Allah. Yaani lengo la kuoa pia watu wasioane tu kwa ajili ya kumaliza matamanio, hapana. Lengo la kuoa pia kikiso ni muoa una, yaani unasaidiana naye katika kusimamisha mipaka yake Ye Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana ya kuambiwa kwa kwamba fafar bidhati dini tarbati yadaka, chagua yule ambaye kwamba unahisi huyo ana nini, ana dini. Usipofanya hivyo, itaramba mchanga mikono yako, elewa. Kwa hiyo na ndio wizi ukitaka eh, kuoa ni kubahatisha, siowezi ujua kwamba huyu ndio amekuwa ni wadini au si wadini. Lakini at least muone mtu labda anaswali, eh, anafunga, anavaa hijabu ya kisheria na vitu kama hivyo, umdhanieni kheri. Lakini naukumwokota mtu kwenye mziki mm, kwenye mziki, hatari sana. faala ya kulli hali asema.